Tutakalojifunza leo ni jambo ambalo kila mtu aliyepiga hatua kwenye maisha amelifanya ama analo, ni sifa kuu ya watu wote. Unasikia huyu ni mfanyabiashara mkubwa, huyu ni kiongozi mkubwa kwenye taasisi, huyu ni mwekezaji mkubwa, huyu ni mtu anayehudumu kanisani, Mungu kamjalia, amekuwa na hatua na maendeleo makubwa zaidi. Kitu hiko inaitwa fursa, kuona na kutwaa fursa, spotting and grabbing opportunities. Hiko ndio kitu ambacho ninatamani kiingie kwenye moyo wako. Ukikikamata hiko, maisha yako atasogea. Ukikikosa hiko, ndio utasikia Biblia inasema wana macho lakini hawaoni. Hawa foreigners wanakuja Tanzania wanaona fursa, wanatengeneza pesa, wanaondoka na pesa nyingi. Sisi inawezekana hatuoni kile ambacho wanakiona. Sasa hiku ambacho wao wanakiona sisi hatukioni, leo tunataka sisi tukione, hata kama wao hawakioni. Hiyo ni kitu muhimu sana kwenye maisha. Sasa hapa nitaongea mambo machache tu mambo machache kwenye ile flow yangu napenda kuzungumza, huwa naongeaje? Eneo la kwanza nitaongelea sifa saba za fursa za mafanikio za kukutoa wewe kwenye maisha. How do you see opportunities? Usipoona opportunity huwezi kuwa na pesa, usipoona opportunity huwezi kuwa na cheo, usipokuwa na opportunity huwezi kupata promotion. Utaona kama vile Waisraeli walivyoona walimwona Goliathi wakahisi kuna kifo mbele, na sisi tunachotaka tuone mbele utajiri mwingi, haleluya, tuone mbele fursa ya kumpata mrembo. Sasa kwenye fursa za mafanikio, mara nyingi zinakujaga sio directly, zina kujaga indirectly, na zina sifa zake. Sasa hizi sifa ndio ambazo natamani tuziongee lakini kabla sijaziongea nitawapeni hadithi moja, halafu nitasoma andiko jingine, halafu baada hapo tutaendelea zaidi. Mtu mmoja aliniuliza swali, mfanyakazi mwenzangu tu, tumekaa ofisini, wakati huo mimi nilikuwa mkurugenzi wa fedha na utawala, akaniuliza we, mwenzetu, unaonaga onaga nafasi ya kutengeneza pesa, sisi wenzako hatuonagi. Mimi nafanya kazi Januari Disemba, ninachokipata ni mshahara. Ninawezaje kutengeneza pesa nje ya mshahara? Nisaidie. Nikamwambia no problem. Amekaa hapo nami nimekaa hapo. Nilimuuliza swali moja tu, swali moja tu, ukiendaga benki ya CRDB na NMB unaonaga nini? Sasa nami naomba nikuulize hili swali, wewe wewe ukiendaga benki ya CRDB na NMB unaonaga nini? Aongea kwa sauti. Haya, unaonaga nini? Sisikii, sauti yangu mimi bwana nasikia. Haya, tuulize upande unaonaga nini eh? Mmoja akazungumza kwa nguvu, ongea kwa nguvu kidogo unaonaga nini eh? Yule alisema foleni, simama, kuna mtu akasema foleni, mliosema foleni pigeni makofi huyu. Eh, yule ndugu alinijibu exactly kama ulivyojibu unaonaga foleni. Sasa ninauliza hilo swali kwa mara ya pili nauliza kwa mara ya pili, na mnisikilize kwa makini. Ukienda benki ya CRDB, wewe ndio mmiliki wa ile benki ya CRDB ama benki ya NMB, wewe ndio ona ile benki, unaona nini? Niambie tu kitu kimoja tu, unaona nini? Unaona, unaona fedha. Kwa nini mwanzoni uliona foleni? Kwa nini mara ya pili umeona pesa? Train your mind to learn about opportunities. So yule dada nikamwambia geuza mtazamo wako. Kama wewe ndio mwenye benki ya CRDB ama NMB unaona nini? Aliniambia ninaona wateja wananiletea pesa asubuhi, mchana na jioni mpaka nawaambia sasa ni saa kumi, benki imefungwa. Ondokeni na pesa zenu, mtazileta kesho. Na kesho wanaondoka wanaleta tena kesho. Nikamwambia hapo ndio kwenye fursa, so problem is your opportunity. Tatizo unaloliona ni fursa kwako. Nikamuuliza swali la pili, sasa, nyumbani kwenu kuna shida gani mtaani kwenu? Akaniambia kwenye mtaa wetu tuna shida ya maji, hatuna maji kabisa hatuna maji kwa hiyo inabidi watu tuchote tununue maji. Nikamwambia okay, nenda kachimbe kisima, utakusanya pesa za mtaa mzima. Ghafla akili yake ikafunguka jinsi ya kutengeneza pesa, akaenda akachimba kisima. Nikamwambia nunua lile sim tanki kubwa kabisa, alafu kawaite wale wa jamaa wa DDCA wale wanaochimba chimba visima wale, kwenda chini kabisa, wachimbe kisima cha uhakika wa maji. Wakachimba kisima cha uhakika maji akapandisha maji kwenye tenki, alianza kuvuna pesa kuanzia asubuhi, mchana, jioni, usiku, mpaka anawaambia sasa hivi nimefunga kisima, njooni kesho. Haleluya, there is a way. Ukiweza kutafsiri matatizo ya watu, Mungu atakutengeneza na atakupa baraka ya fedha. Sasa kwenye sifa za saba za fursa za mafanikio nitazitaja halafu moja ndio nitakayodwell zaidi, hizi nyingine nitazipitia tu juu juu. Sifa ya kwanza ya fursa ambayo Mungu anakuletea akitaka kukufanikisha katika maisha, Mungu anampaga kila mtu fursa ya mafanikio. Kwa hiyo, kama una take notes, kwenye ile sifa ya kwanza ni kwamba Mungu anampaga kila mtu fursa ya kutoboa kwenye maisha bila kujali elimu yake, bila kujali background yake. Mwingine asa decoration, mapambo, mapambo. Mwingine kasomea mambo ya, kasome msosi, kula tu basi, ndio alichokisomea. Huku unaitaga nutrition, hiko hiko mungu anaweza kakufungulia njia, kwa sababu mungu anampaga kila mtu fursa. Mwambie jirani yako, na wewe mungu atakupa fursa yako. Lakini vile vile biblia inasema sehemu ya pili wala sio watu walio hodari wanaoshinda vita, na sio wenye hekima wapatao chakula, wala sio watu wa ufahamu wapatao mali. Hapa tuangalie hapa kidogo, najua nyinyi ni wasomi na Mungu awabariki, lakini unaweza ukawa msomi, lakini tumewahi kuona baadhi ya wasomi hawanaga chakula, au sio? Alafu nakuta kijamaa tuda saa saba ndio kinaweka msosi pale kuku na mayai. Jifunze kuwa mnyenyekevu jifunze kuwa mnyenyekevu darasa la saba anaweza akakulisha. Alafu inasema wazi, wala sio watu walio na ufahamu, waliosoma sana, wenye hadisi nyingi, wenye akili nyingi, wapatao mali. Moja, niliitwa na mtu mmoja mdogo tu, basi, bwana, naomba nisaidie. Nikaenda tukakutana naye pale besti bike, nikamshauri sasa. Ananiambia naomba nisaidie kidada chenye kidogo kinanifika hapa, mimi hapa hapa hapa kikikaa kwenye gari kinanyanyua kiti mpaka juu ili kiweze kuona mbele hivi. Sasa sikiliza sasa alichoniambia, naomba nishauri. Namuuliza, una shilingi ngapi? Alitaja mzigo wa pesa mpaka mwenyewe nikastuka, eh? Rudia mkinga, huyo milioni mia mbili. Namuuliza, una elimu gani? Ah, basi nikakumbuka tu iliandiko la Biblia. Mungu mwema akamalizia, akasema lakini wakati na bahati huwapata wote. Haleluya. Na wewe kuna nafasi Mungu atakupa. It's just a matter of time. Lakini lazima ujiandae. Sifa ya pili ya fursa za mafanikio ambazo Mungu anaweza akatuletea kwenye maisha yetu zinahitaji maandalizi. Zinahitaji maandalizi. Opportunity zinahitaji ujiandae kwanza, ikitokea uijue na uweze kuihit hard. Angalia hapa, huyu jamaa ameshinda, alihitaji kufanya maandalizi. Inawezekana huyu alikuwa na assume mimi nitafaulu, mimi nitafaulu, mimi nitafaulu, kama vile wanafunzi wengi ambao Mungu kawajalia akili ya asili hawaweki bidii kwenye masomo, wakiisi watafaulu kwa sababu wao ni intelligent. Njoo kwenye interview tunakubwaga chini. Sisi watu ambao ni average. Kwa nini sisi? Tumeweka nguvu kwenye maandalizi. Na wewe jitahidi, weke nguvu kubwa kwenye maandalizi. Haleluya! Mtu yoyote aliyejiandaa atakutana na fursa, asiyejiandaa fursa huwa zinampita. Fikiria jirani yako anauza kiwanja na wewe umeketi hapo namwomba Mungu, Mungu naomba unisaidie kiwanja. Mungu, naomba unisaidie kiwanja. Mungu anakuambia sawa, namleta huyu mtu. Hujajiandaa, hujaweka akiba huyu mwingine kaweka akiba. Nani atakayechukua iko kiwanja, mwenye akiba ama yule mwenye maombi bila kujiandaa? Mwenye mwenye watakuita tu, inawezekana ukikaa hivyo hawakujui, lakini soma vitabu, jitahidi kusoma na kusoma. Kama alivyokuambia mchungaji, soma vitabu, soma Biblia, nenda kasome majarida yanayohusu kitu unachokifanya nenda kasome digrii shuleni, iwe ni digrii ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano kama zipo hizo, nenda kasome. Baada ya muda, Mungu atakujengea nguvu, Mungu atakujengea msuli, utakuwa na nguvu kubwa kuliko watu wengine. Hata kama hujaajiriwa kwenye ile taasisi, watasema tumuite yule ndugu, kwa sababu ana nguvu kuliko sisi. Haleluya, nenda kasome kile kitu, alisema mchungaji, usikidharau kusoma vitabu, usidharau ni eneo ambalo mimi niliweka nguvu kubwa sana kwa msaada wa Mungu. Siwezi kusema vingapi, lakini sijasoma chini ya vitabu 300. 300 books na bado ninasoma. Nikisafiri nnasoma, nikienda hospitalini nasoma. Umempeleka mtoto hospitalini, what are you doing wakati unasubiria kwenye, kwenye foleni kumwona daktari? Mimi ninasoma. Siku nyingine nimewahi kupanda mwendo kasi kwa sababu ana mwendo kasi imeanzishwa, ngoja nipande. Nikapanda mule mimi ninasoma kitabu, nyinyi huko mnachungulia kuna foleni huku kuna foleni huko wapi na wapi. Naenda kwenye interview ninasoma, wewe wakati huo umekaa unachati chat. Nitakubiti kwenye interview. Kwa hiyo hakikisha unaweka nguvu yako nyingi kwenye kusoma, kwenye kujiandaa, kwenye kutafuta mentor, kwenye kujiconnect na watu ambao wana hatua kwenye maisha maandalizi kwa hiyo wewe hata kama ni mwembamba mwembamba hauelewi kieleweki hauna mbele wala nyuma ipo siku mungu atakupa fursa utaipata na utaitumia vizuri sifa ya tatu ya fursa za mafanikio ambazo mungu anazileta ziwe baraka kwako baraka kwa kanisa baraka kwa taifa na baraka kwa kila mtu zina wakati timing is important zina wakati hazipo kila siku. Ndio maana Biblia imesema time and chances, time and opportunity hapa. Lakini wakati wakati wakati wakati, mwambie jirani yako wakati. Wakina dada mpo jamani, kuna wakati, wakija wachambue, halafu mchague mmoja ukikosea hapo huo wakati pa, wamekata <laughs> kwa nini? Kwa sababu wewe unahisi ni kila wakati. Mungu amesema kuna wakati wake. Wewe ni mfanyabiashara, tambua ya kwamba kwenye biashara kuna wakati, biashara zote ni seasonal business. Kuna wakati wateja wengi, kuna wakati hakuna wateja, kuna wakati tenda zimetoka nyingi, kuna wakati hakuna tenda nyingi lazima ujue hiki ni kipindi gani na uhakikishe haumiss opportunity kwa sababu umeshindwa kusoma majira na nyakati nyakati. Siku moja Mungu alinisaidia. Nilikuwa ninatafuta kununua hisa za kampuni fulani, halafu ikatokea kwa bahati mbaya nikazembea. Zimetoka pale zinauzwa zote, zinaonekana kwenye ubao wa soko la hisa, ukiangalia kwenye simu unaziona mimi nikasema nitanunua kesho jioni, ile saa kumi kabla soko la hisa hajafungwa papo, mtu mwingine kazichukua zote. Missed opportunity. Lakini nikasema Mungu, nimekosa, kuna jambo nimechelewa kulifanya kwa wakati, nikapoteza ile fursa. Naomba unipe nafasi ya pili, naomba nipe nafasi ya pili. Nikamkumbusha Mungu alivyomsamehe Samson, nikamkumbusha Mungu alivyomsaidia Petro. Petro aliwahi kwenda kuvua samaki akashindwa, timing yake haikuwa sawa sawa na timing ya Mungu. Mungu akampa second chance. Nikamwomba Mungu, kama ulimsaidia Petro ukampa fursa ya pili, akaweza kuvua samaki, na Mungu naomba na mimi unisaidie kwa huruma na rehema zako, Mungu mwema. Immediately, on spot. nakumbuka alikuwa jioni kwenye saa moja usiku, akaniambia nakupa nafasi ya pili, kesho kuna mtu ataenda kuuza laki moja, nenda kazinunue zote. Basi nikalala salama Asubuhi nilipoamka saa kumi na mbili mguu posta, nikaenda kwenye ile kompyuta, kompyuta ile ya stock broker, ile trading platform wanaingiaga kwenye kompyuta ile. Nikamwambia broker hii hey, hii hey, mimi nataka hisa lakini, leo tunaenda kwenye ile kompyuta moja kwa moja kwao. Nikaenda kwenye ile screen pale, wewe ingia hapo, zipo zitakuepo laki moja. Akaingia akasema sioni. Nikamwambia subiri. Ghafla akaniambia kuna mtu anauza 60000 alafu sisi, nikamwambia zichukue zote. Alafu, akasema sasa, umesema laki moja, hizi nyingine? Nikamwambia subiria, Mungu aliniambia laki moja zitakuja tu. Broka ananishangaa hivyo, ananitolea macho nami namtolea macho. Ghafla, mwingine kazibandika popa, anasema zimetokea zaidi ya elfu arobaini. Nikamwambia chukua zote. Haleluya. God is God of second chance, lakini usihakikishe, lakini hakikisha ile nafasi ya kwanza Mungu anayokupa hauipotezi na hakikisha hautegemei kwenye nafasi ya pili, kwa sababu hauna uhakika kama nafasi ya pili itakuwepo ama itakuwepo. Fikiria unacheza kwenye mchezo wa ngumi, halafu nasema mi nitampiga jamaa mwishoni. Ghafla kakupiga ngumi mwanzoni. You are done. Kwa hiyo ile nafasi ambayo Mungu anakupa itumie kwa wakati ule ule. Sifa ya nne ya fursa za mafanikio ambazo Mungu anaweza kuzileta kwenye maisha yako zinahitaji jicho la ndani na sikio la ndani kuziona na kuzisikia na sio jicho la nje na sikio la nje. Kwa nini, walipopelekwa wapelelezi kumi na mbili, wawili wakasema ile nchi imejaa maziwa na asali, wale watakuwa nyama kwetu, halafu kwa nini wale kumi walikiona kile kile, wakasema wale jamaa ni majitu, sisi ni kama panzi. It is the same subject matter unao face, ni kitu kile kile unachokiona mbele yako, lakini ukikitafsiri kwa lugha ya kimungu na ukikichungulia kwenye jicho la kimungu, ghafla ndani yake utaona fursa. Haleluya! jifunze kuona kwa jicho la ndani. Sasa leo sizungumzie mambo ya macho lakini kuna kitu kimoja nataka niende ndio ni dweli pale, alafu tumalize. Sifa ya tano ya fursa ya kukusaidia kwenye maisha yako: fursa ipo ulipo. Opportunities where you are. Right there. Mtu mmoja alifundishwa hili somo, alipomaliza kufundishwa Opportunities where you are, ni kama wewe hapo unaponiangalia sasa hivi, sasa anajiuliza mimi hapa nilipokaa, ndio jamaa yule mubili anasema opportunity iko hapa hapa. Akachungulia hivi mbele, kuchungulia hivi mbele, akamwona aliyekuwa mbele yake, mbele ya kiti chake, kama wewe unavyomwona huyo mtu aliyokuwa hapo mbele ya kiti chake, amepiga bonge la kofia, mama mmoja hivi. Nani ana ana kofia hapa simoni? Mama mwenye kofia yupo? Mwenye kofia hayupo? Jamani, kanisani wavaa kofia. Kumbe akamwona mama kapiga bonge la kofia, yeye yule muumini anajaribu kutafsiri huyu mubili anavyosema, opportunity ipo pale ulipo, mbona mimi siioni? Lakini kwa sababu amesema, ngoja niitafute, akawa anamchungulia pale, akagundua ile kofia ina kibanio ambacho hakijakaa vizuri. Kofia nzuri, lakini kibanio kibaya. Akaondoka na kile tu kibanio, nitaenda kukitengeneza vizuri, halafu niende kukiuza kwenye ile kampuni ambayo wanatengeneza hizi kofia. Mama yule akatengeneza pesa kwa sababu alikumbana na opportunity pale alipo. Haleluya! young people sikilizeni, kule mlipo kuna fursa. Kama hao watoto waliona fursa ya kuuza karanga, na nyinyi Mungu anaweza akawaonyesheni fursa ya kuuza kitu kule ulipo. Kama huyu mwingine aliona fursa ya kuuza bigijii, na we unaweza ukapata fursa ya kuuza bigiji. Kama upo Tanzania, usiwaze kwamba upande wa pili wa Kenya kuna kijani kuliko Tanzania waza upande wa Tanzania kuna kijani kuliko Kenya. Haleluya! ndugu zetu wa Kenya, tunawapenda karibuni sana. <laughs> tunawapenda kwa sababu na nyinyi mna jicho lenu la kuona. Kenya ni kati ya nchi zenye kuwekeza kwa wingi zaidi Tanzania. I think miaka ya nyuma waliwahi kushika nafasi ya kwanza, miaka hii ya siku hizi nafikiri wako kwenye nafasi ya tatu mpaka nafasi ya tano. They are just our neighbors. Why do they see more opportunity on this side of the earth and we don't see more opportunity on the other side of the earth? Ni kwa sababu jicho letu la ndani linafundishwa kwamba opportunity ziko mbali. Opportunity zipo Uarabuni, opportunity zipo Ulaya, opportunity zipo Marekani. Hakuna shida, zinaweza zikawepo kule, lakini kama huna jicho la kuona fursa ulipo, hautakuwa na jicho la kuona fursa ukienda ugenini. Tafuta fursa kwanza hapa, Mungu atakufungulia na uko nje ya nchi. Haleluya! Lakini kama hapa upambani, ukienda Marekani kijasho kitakutoka, tarudi na jinsi yako tu. Hapa siwasemi vibaya, lakini tumewaona watu wengi tu, including ndugu zetu, wakifikiria fursa ziko kule mbali. Daudi anatuambia fursa iko where you are, pale pale ulipo. Ukispoti pale ulipo, ukienda nje utaona zaidi. Ukishindwa kuispoti pale ulipo, ukienda nje utaona mawenge wenge tu. Jifunze kutafuta fursa ulipo. Yule mtu ambaye ni tajiri kijana namba moja, wote mnamjua, anamiliki klabu ile yenye vitambaa tambaa vya hiyo rangi hiyo hapo, sitaki kuitaja kwa sababu sijui uko timu gani. Walianza humble beginning Nimesoma hadisi yao, wametoka kule babu zao na babu zao na babu zao, wametoka India, wamepitia kwenye maji, wanaenda wasipokujua, lakini wako eager ku find opportunity, wakaangukia Zanzibar. Zanzibar sijui walifanyaje, lakini inaonekana kama walitembea kidogo kidogo kwa miguu, kwa sababu ama miguu ama baisikeli, hakukuwa na magari kipindi hiko. Wakaenda kuangukia mkoa mmoja unaitwa Singida kule Singida ndio akaanza kidogo kuanza kufanya biashara kidogo kidogo kidogo kidogo, Singida Singida, baadaye wakaja Dar es Salaam. Dar es Salaam wamefanya biashara wamefanya biashara wamefanya biashara, baadaye tunamsikia anatamkwa kwenye Forbes, ni mtu tajiri kijana. Ametoka nchi gani? Katoka Tanzania. Kwa nini uwazi kuwekeza Tanzania na kufanya biashara Tanzania, unawaza ugenini? right there. tajiri kijana katoka nchini kwako, hajatoka kwa wenzetu Kenya wana uchumi mkubwa kuliko sisi. Katoka Tanzania, katoka Singida. Pointi hapa ni moja tu, fursa zipo ulipo. Yule ndugu aliyeniuliza nisaidie jinsi ya kuona fursa, nilichomwambia nenda katafute matatizo ambayo yanapatikana kwenye mtaa wako. Alipogundua hawana maji, alitengeneza pesa asubuhi, mchana, jioni na usiku, mpaka anawaambia sasa hivi ni usiku nalala We kama una pesa we utamwambia mtu sasa hivi usiku nalala, si unafungulia bomba pale? Fursa zipo ulipo. Siku nyingine nilifundisha somo hili, Mungu aliniongoza tu, nenda kalifundishe huko, akanirusha kwenye redio. Redio moja ya wapendwa hivi sasa, kuna mtu alikuwa anasikiliza ile redio. Aliposikia fursa zipo ulipo, tafuta shida iliyokuepo pale, itatue kama vile ambavyo Daudi alitatua shida ya Goliath kama vile ambavyo Yusufu alitatua shida ya njaa, kama vile ambavyo Isaka alitatua shida ya ukame, ambapo yeye alipanda kwa kutumia kilimo cha umwagiliaji akavuna kwa kipimo cha moja kwa mia. Nikamwambia sasa, pale unapoongea, unajua kama hapa ninapoongea mimi sijui naongea na nani, mimi ninachojua naongea na nyinyi, lakini kwenye redio huko na nyinyi unasikiliza, sasa kwenye social media, yule mtu akakamata kile kitu akajiuliza, mtaani kwetu kuna nini? Akasema mtaani kwao hawana shule ya watoto ile preschool ile shule ya watoto, watoto hao wazazi wanaangaika. Siku moja ghafla napigiwa simu, bwana nakuomba uje. Wapi? Njoo Tabata. Kufanya nini? We njoo tu, kuna mahafali. Mahafali ya nini? Mahafali ya shule. Mimi nije kufanya nini? Sikujui wewe. Akaniambia we njoo tu. Nikamwambia mimi sikujui. Unaniita Tabata, nija kufanya nini? Akasema we njoo, kunijua hunijui, lakini kuna kitu likitamka kule kanisani ukatufundisha, kimebadilisha maisha yangu, na kuomba uje basi. Nikaambatana mimi na jamaa mmoja yuko kule nyuma anauza kitabu kule, nikamwambia bwana, nimeitwa Tabata, anayeniita mwanamke simjui, lakini inaonekana kaningang'ania, kasema yeye ananijua na ameniomba niende kuwa mgeni rasmi kwenye mahafali ya shule. Basi nikaenda, tukaenda naye, nikaambia wewe, utakaa pale, ukiona mzengwe, basi utakuwa kama bodigadi wangu. Sasa tukaenda pale. Mama yule anasimama, anasema hii shule chanzo chake na wazo lake limetokana na mahubiri aliyohubiri huyu jamaa siku moja. Alituambia tutafute shida pale mtaani, ukiitatua shida umepata pesa. Shida tuliyogundua ilikuwa hatuna shule, leo tuna mahafali, tumemuita kuwa mgeni rasmi. Haleluya! Ulipo kuna baraka, ulipo kuna pesa. Figure out one thing, kuna kitu gani kinachowasumbua watu hapo. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya